Mahakama moja nchini Russia imemhukumu raia wa Marekani kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatikana na hatia ya kuvuka mpaka hiyo wa nchi hiyo akiwa na silaha. Hukumu hiyo ilitolewa Jumanne, kwa mujibu wa taarifa ya huduma ya mahakama ya Russia. Reuters imeripoti kuwa mwanamume huyo ametambuliwa kwa jina la Charles Wayne Zimmerman. Mahakama ilieleza kuwa alisafiri kwa boti yake kutoka Marekani kwenda Russia ili kukutana na mwanamke wa Kirusi aliyefahamiana naye kupitia mtandao wa intaneti. Kwa mujibu wa taarifa ya mahakama, Zimmerman alikiri kosa hilo lakini alidai kuwa bunduki aliyokuwa nayo alikuwa imehifadhiwa kwenye boti yake kwa ajili ya kujilinda, akiongeza kuwa hakujua sheria za Russia zinazokataza kuingia nchini humo na silaha. Safari ya Zimmerman ilianza Julai 2024 alipong'oa nanga kutoka jimbo la North Carolina nchini Marekani alisafiri hadi Ureno, kisha akapitia Bahari ya Mediterania na Bahari Nyeusi kabla ya kuwasili katika bandari ya Sochi kusini mwa Russia mnamo Juni 2025. Mahakama ilisema Zimmerman alieleza kuwa alikutana na mwanamke huyo, ambaye anatoka mji wa Kazan, kupitia mtandao na akaamua kusafiri kwa boti yake binafsi ili kukutana naye ana kwa ana. Alikiri pia kuwa hakujisumbua kujifunza sheria za Russia kabla ya kuanza safari yake. Kwa mujibu wa maelezo ya mahakama, Zimmerman aliamini kuwa silaha zilizokuwa kwenye boti yake ni kwa ajili ya kujilinda na zingebaki humo bila kuwa tatizo kisheria. Hata hivyo, mamlaka za Russia hukulia kitendo hicho ya kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za nchi. Baada ya kupatikana na hatia, mahakama ya mkoa wa Krasnodar, iliyoko Sochi, ilimhukumu Zimmerman kifungo cha miaka mitano gerezani. Huduma ya mahakama ilithibitisha ya kuwa hukumu hiyo ilitolewa rasmi na kuanza kutekelezwa mara moja. Huduma ya mahakama pia ilitolewa video inayoonyesha bunduki aina ya rifle na risasi za Remington zilizokamatwa kutoka kwenye boti hiyo, huku Zimmerman akionekana meketi ndani ya boti akiwa na chupa ya maji, ambapo shirika la habari lilisema ya kuwa kumpata Zimmerman ili kutoa maoni yake kuhusu hukumu hiyo haikufanikiwa.